Tuelekee kaunti okay, namba 11 ambapo na wanawake na vijana katika kaunti ya Isiolo wamenufaika pia na vifaa vya kuweka akiba ili kujikinga na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Makundi hayo yamepewa mtaji wa kuanzia shilingi elfu 25. Ni katika hafla ya kuzindua mradi wa non-economic loss and damage kaunti ya Isiolo unaotekelezwa na wanachama wa vikundi vya akiba vijijini kutoka jamii mbalimbali. Kina mama na vijana wa wadi tofauti za kaunti hiyo walijumuika ili kunufaika na mradi huo. Akizungumza katika hafla hiyo, mwanzilishi na mkurugenzi wa Queen of Peace Initiative Josephine Ekiru alisisitiza umuhimu wa mpango huo, akisema kuwa majanga yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi hayaepukiki. Lazima tukue na mikakati ambayo, uh, inaweza hakikisha sisi tunaishi vizuri, kwa sababu tutaishi na climate change hapa. Mabadiliko yamo na yatazidi kukua pamoja nazi kwa upande wake, mshauri wa kiufundi katika mradi huo Hosea Kendago alipongeza jamii ya Isiolo kwa kuonyesha uwezo mkubwa katika kuwekeza na kusimamia fedha tangu kuanzishwa kwa vikundi hivyo mwaka wa 2018. Sisi kama kina mama tuko na uwezo wa kuchanga pesa yetu ya kubadilisha maisha yetu hata hivyo, alilalamika kutosikizwa kwa waathiriwa wa mabadiliko ya tabianchi katika mikutano ya kitaifa kuhusu tabianchi na kuwataka wadau kuhakikisha kuna kuwepo na uwakilishi wa kweli wa jamii zilizoathirika. Tunatakana tutoe sauti moja, kila mtu asikie kwa hii dunia, aseme hii pesa yote mnajadili ya climate change. Lazima ifikie kina mama na ile njia tunaona rahisi kabisa ifikie kina mama ni kupitia tayari zile mikakati kinamama wameanzi zile zao wenyewe. Sasa hii program ya NELD imekuja ili kuja kusaidia wamama, ili kuonyesha kuwa na na economic loss and damage pia inatakana kukonsidariwa wakati tunaongea kuhusu climate change. Anne Mwendo, Runinga ya Citizen.